Alhamdulillahi Rabbil Alamin, namswalia na kumsalimia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, jamaa zake na masahaba zake wote, amma ba'du. Ewe ndugu yangu Muislamu, leo nataka nikukumbushe jambo ambalo kila nafsi italikuta, ni jambo ambalo halikwepeki, haliahirishwi, halisahauliki. Leo tunazungumza juu ya siku ya Kiyama, siku ambayo Mwenyezi Mungu ameahidi katika Qur'an, siku ambayo kila mmoja wetu atasimama mbele ya Mola wake bila mtu kuweza kumtetea. Ewe ndugu yangu, dunia imekuwa na mambo mengi, mashughuliko, mihangaiko, tamaa, vishawishi vinavyotufanya tusahau mwito muhimu wa Qur'an lakini kumbuka, siku ya Kiyama ipo na ipo karibu kuliko tunavyodhani. Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu anasema, siku ambayo mali haitafaa kitu wala watoto, isipokuwa yule atakayekuja kwa Mola wake na moyo uliotakasika. Ewe Muislamu, tafakari hili. Siku hiyo hakuna utajiri utakaozuia hisabu yako, hakuna cheo kitakachobadilisha matokeo yako, hakuna ndugu atakaye kuitikia wala rafiki atakaye kubeba. Siku hiyo kila mmoja atasema nafsi yangu, nafsi yangu. Kila mtu atakuwa na mzigo wake, kila mtu ataitwa kwa jina lake na kila tendo litajitokeza mbele yake. Lakini ndugu yangu, siku ya Kiyama si siku ya hofu kwa waumini, ni siku ya faraja kwa wale waliotubu, waliotenda mema, waliokuwa wavumilivu, waliokuwa wastanabu, wenye kujificha na kumlilia Mola wao usiku wa maanane. Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu atawaambia waja wake wema, msihofie leo wala msihuzuniki hii ndiyo janna mulioahidiwa kwa yale muliokuwa mkiyafanya. Ewe ndugu yangu, tunasahau sana lakini Qur'an haitusahawishi. Tunaahirisha sana lakini mauti hayaahirishi. Tunategemea dunia sana lakini dunia inatupotosha kama hatutaanza kutafakari siku ya Kiyama hutufundisha mambo makuu matatu. Moja, kuishi kwa uaminifu, kutenda mema hata kama watu hawaoni, kujizuia na haramu hata kama huolekani, kusema kweli hata kama inauma. Mbili, kuishi na moyo uliotakasika, kusamehe watu kuacha kibri, kuacha chuki na hasadi. Sababu siku ya kiyama, mizani ya moyo ina uzito kuliko mizani ya maneno. Tatu, kumkumbuka Mola daima, sala kwa wakati, dua, dhikri na kutegemea Allah katika kila jambo. Ewe ndugu yangu Muislamu, kiyama haijaletwa kukutisha imeletwa kukurejesha, ili uishi maisha yenye mwelekeo, ili usipotee katika dunia isiyo na kudumu, ili ujiandae, sio kwa hofu, bali kwa matendo. Na nataka nikwambie maneno ya faraja, hakuna mwenye kutenda mema ataondoka bure. Hakuna machozi yaliyomwagika kwa Allah yakaenda bure. Hakuna tabu ya haramu uliyoiwacha ikakukosesha malipo. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehma. Na yeyote anayerejea kwake hukaribishwa. Yeyote anayemlilia husikilizwa. Yeyote anayemwamini huongozwa. Ewe ndugu yangu, tujitakase tujirekebishe, tujipange, tujiandae kwa siku ambayo hakuna atakayejificha. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa watakaosimama mbele yake huku nyuso zao zikiwa na nuru na vitabu vyao vikipewa kwa mkono wa kulia. Amin ya Rabbal Alamin.